Leo swali kuu ni je, eh, rais wa Marekani Donald Trump anaweza kweli kuvimaliza vita vya Ukraine na huko Mashariki ya Kati, wakati mizozo uh, ikiendelea ikiwa ni pamoja na vita vya Ukraine na kusababisha maafa makubwa huku juhudi za upatanishi zikionekana kutozaa matunda huko Mashariki ya Kati pia hali inazidi kuwa mbaya, ambapo vita vya Gaza vinaendelea, lakini mzozo mpya umeibuka hivi karibuni kati ya Israel na Iran. Mnamo Juni 13, Israel ilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa, ikilenga mamia ya shabaha za kijeshi na miundombinu ya nyuklia ikidai kwamba ni kwa lengo la kuzuia nchi hiyo kuwa na uwezo wa kumiliki bomu la atomiki ikisema kwamba ni hatari kwa usalama wa Israel. Watu zaidi ya 220 wameuawa Iran, wakiwemo maafisa wa ngazi za juu jeshini, wanawake na watoto. Iran pia ilijibu mapigo kwa kuishambulia Israel na kuharibu majengo na miundombinu kadhaa, huku makumi ya watu pia wakiripotiwa kuuawa upande wa Israel. Hayo yakiarifiwa, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akijinadi kwamba atavimaliza vita vya Ukraine na Gaza, na juhudi kadhaa zilifanyika bila mafanikio makubwa. Lakini sasa mzozo huu mpya kati ya Tel Aviv na Tehran unazidisha hali kuwa tete katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo sasa liko ukingoni mwa vita vipana zaidi. Katika mjadala huu nimewaalika Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa nchini Marekani na jenerali Francis Mdolwa kutoka Tanzania. Kwanza nianze na profesa Monda. Trump aliingia madarakani na ahadi kuu tatu, ikiwa ni pamoja na kuirejesha Marekani eh, kwenye ubora wake, kupambana na masuala ya kiuchumi na kuwafurusha wahamiaji, lakini zaidi sana alisema ataiondoa Marekani kwenye mizozo ya kivita alianzisha juhudi mbalimbali za kuvimaliza vita, vita vya Ukraine bila kupata mafanikio makubwa, lakini sasa huko Mashariki ya Kati kumeibuka mzozo mwingine kati ya Israel na Iran chini ya uangalizi wake. Nini kimeenda kombo? Ni kugundua ya kwamba uh, diplomasia ya kimataifa uh, siyo sawa na kuendesha biashara ya kibinafsi. Masuala ni mengi sio tu ya kisiasa, ya kidiplomasia, lakini vile tunaona kati ya uh, Iran na Israel, masuala ya kihistoria na kijamii pia yamo ndani. Uh, nikielekea kwako Jenerali Mdolwa, inafahamika wazi kwamba Marekani ni mshirika wa karibu wa Israel na machapisho ya Trump ya jana na siku za hivi karibuni, amekuwa akisema kwamba wanafahamu alipo uh, Khamenei, lakini hawana mpango wa kumuua japo kwa sasa akiitaka Iran kujisalimisha bila masharti na kauli nyingine nyingi tu zenye utata ambazo zinaonyesha wazi anaegemea upande gani katika mzozo huu. Sasa wengi wamekuwa wakijiuliza rais huyu wa Marekani anawezaje akafanikiwa kuutatua mzozo huu wa Mashariki ya Kati, hasa kati ya Iran na Israel. Jenerali Mdolo, kama unanisikia Jenerali, unanipata? Basi ni kurejelee kwako e, Profesa Monda, kwa swali hili ambalo nilikuwa na e, jaribu kumuuliza Jenerali um, Mdolo, ambaye kuna hitilafu kidogo za mawasiliano uh, unadhani kweli e, Trump anaweza akafanikiwa kuumaliza mzozo huu kati ya Israel na Iran hasa ikizingatiwa misimamo yake na kauli ambazo wamekuwa wakizitoa e, siku za hivi karibuni. Sidhani ataweza kutatua mzozo huu e, kwa kauli na misimamo ambayo anaichukua. Mkondo wa kidiplomasia ni lazima e, uchukuliwe kwa njia ya kiupole. Huwezi kuwa unatoa matamshi ya chuki, matamshi ya kutaka ku uh, kuwaua viongozi wa kimataifa. Hiyo sio desturi ya kidiplomasia, na pia bayana ameonyesha kwamba ameegemea upande fulani, akisema ya kwamba Iran lazima ikubali mashtaka uh, ikubali mstakabali ambao utaipa uta, uta Israel kipaumbele na, na mambo haya yanaweza ya, ya ya kusambaratisha uh, hali ya maneno uh, kule Mashariki ya Kati. Ndio uh, kabla hatujasonga mbele, upande wa pili wa studio yupo Tatu Karema ambaye amekuwa akifuatilia uh, wafuatiliaji wetu na wasikilizaji wetu pia wanachangia kuhusiana na, na, na, na mjadala huu uh, hebu kwa uchache, Tatu Karema, wasikilizaji na wafuatiliaji wetu wanasemaje kuhusu hili? Wanaona kweli Trump anaweza kumaliza vita hivi vya Ukraine na mashariki ya kati? Nambakari Kamazima Samson hapa anasema Trump anaweza kumaliza vita kwa sababu wote wanaopigana wanamtegemea kwenye uchumi na silaha. Na hata ajabu, vita vyote inaopiganwa duniani inamhusisha Marekani wakati haipigani. Uh, vita hivyo havipigani kwenye ardhi yake nyie mnaumia wao wenye kwenye maendeleo. Mm. Tabasamu anasema Trump ni mkurupukaji, yani hatumii akili katika mambo yake. Mm. Ndo maana uh, misheni zake nyingi hufeli, na vita hivi kamwe hawezi kuvimaliza, na wasipokuwa makini huenda wakaitumbukiza dunia katika vita vya pili. Ismail Saki vya tatu. Mm. Vya tatu samahani. Mm. Ismail Saki anasema Trump hawezi kumaliza vita. Sana ataongeza migogoro mingi ya kivita duniani na hiyo ndio silaha yake sana tunaona dunia ikiwa mashakani na mataifa madogo kutaabika kiuchumi. Shukran, tatu tu, muda ukituruhusu, tutapata pia maoni ya wafuatiliaji wetu wengine eh. Najulishwa kwamba jenerali Francis Mdolwa, eh, tunaye sasa hivi hewani eh, ni, no. nina swali moja. Kauli za Trump zinaashiria kwamba eh, huenda Marekani sasa ikajihusisha moja kwa moja kwenye mzozo huu kati ya Israel na Iran. Unadhani huu ulikuwa ni mpango tangu mwanzo au Trump amejikuta tu akiburuzwa kwenye mzozo huu? kutokana na hila za za Netanyahu. Uh, ndugu mtangazaji, siasa za Marekani kwa muda mrefu hazijapata mabadiliko yoyote. Marekani wamekuwa wakitaka kuitawala dunia, kwa hiyo kila kiongozi anayekuja ana hiyo ajenda kwamba Marekani lazima iwe namba moja duniani. Kwa hiyo atafanya kila awezao kuhakikisha ajenda hiyo inatekelezwa. Kwa hiyo aje Trump aje mtu mwingine, Marekani watapenda kuwa namba moja duniani. Kwa hiyo maeneo ambayo wana interest nayo, kwa mfano hapo katme, eh, Mashariki ya Kati wana interest kubwa sana ya hapo ya muda mrefu sana. Ndio maana uchafu unaofanywa na, na Waisrael Marekani inajifanya haioni, kwa sababu bado ina nia ya kuhakikisha kwamba Marekani inajulikana inatambulika inapendwa inahakikishwa kwamba leo ndio kiongozi na watu wote, hasa mashariki ya kati. Kwa hiyo mimi sioni sioni mabadiliko yote eh, hivi karibuni, mpaka hapo itakapoonekana duniani imezungumzwa ajenda ya binadamu wote, ni sawa, wana haki sawa duniani, au mweusi au mweupe au manjano, ana haki ya kuishi duniani. Marekani hawaioni hiyo, Marekani wanaona wao, Marekani lazima waishi wa haitakwisha. Haitakwisha mm, uh, kwa watawala wengine, hiyo haitakwisha, vita haitakwisha katika mustakabali. Ndiyo, nikirejea kwako Profesa Monda. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan ilipendekeza kuwa mpatanishi katika mzozo huo na baadaye eh, Trump akampendekeza rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini Umoja wa Ulaya ulipinga vikali wazo hilo na kusema kwamba Putin amekuwa akikiuka sheria za kimataifa na hawezi kuwa mpatanishi sahihi katika mzozo huo. Unadhani nani anayeweza kuwa katika nafasi nzuri ya kuzipatanisha Iran na Israel? Sidhani itakuwa dola moja Nadhani itabidi kuwe na ushirikiano wa madola ya ya Kiarabu ambayo pengine yana ushawishi, tuseme kama Qatar eh, na Oman. Pia lazima ihusishe Uchina eh, na pia ihusishe eh, Urusi, Uturuki na pia Umoja wa Mataifa na madola pia ya, ya, ya Ulaya. Haya ndiyo eh, hizi ndizo ngome za kidiplomasia na za kiuchumi manake, eh, tukisema ya kwamba tuongee tu na Warusi eh, Wachina wakitengwa, mataifa ki ya Kiarabu yakitengwa itazua bugdha. Tukisema tuende tuseme upanish, upatanishi wa Qatar peke yake, kweli Qatar ni mwanadiplomasia lakini eh, hawana ile nguvu ya kijeshi eh, kuweza kushawishi mataifa mengine na pia hatuwezi kutenga eh, Umoja wa Ulaya na madola makubwa ya Ulaya maanake yana maslahi yake kule Mashariki ya Kati na pia yana ushirikiano wa karibu na Marekani kwenye hili shirika la NATO, kwa hivyo nadhani Umoja wa Mataifa lazima uwe na kipaumbele kujaribu kuunganisha haya madola mengi eh, kuweza kuleta upatanishi kwa sababu yaonekana bayana ya kwamba Trump eh, sio mwanadiplomasia yeye eh, ni mwanabiashara na sidhani kwa kweli eh, anajua anachokifanya Mashariki ya Kati kwa wakati huu. Ndio kwa haraka ni kirejea kwako kwa jenerali eh, mdolwa eh, unadhani kwamba Iran katika mzozo huu itasalimika ama itajikuta Uh, inasambaratika kama ilivyokuwa utawala wa Assad wa Saddam Hussein, na, na, na viongozi wengine, ama baada ya mzozo huu Iran itajiimarisha ita, ita zaidi? Ni upi mtazamo wako katika hili ndugu uh, mtangazaji? Kwa kwa mtazamo wa haraka haraka ni kwamba uhasama huu ume, umeota mizizi sana, kuisha kwa, kwa muda mfupi si rahisi, lazima muunganiko wa mataifa yote upatikane ili kulizungumza swala la tofauti la mataifa. Tunataka amani duniani. Sasa kama nchi hizi kubwa zote zinataka vita, kwa mfano Trump toka, toka apate urais, ukihesabu muda aliokaa nchini kwake ni mdogo kuliko muda aliokaa nje akitafuta utukufu nje, ambayo sio sawasawa. Tunataka mataifa yajenge amani kwanza kwao na umoja wote uliouda Umoja wa Mataifa ijikomo neci waapya Afrika na nini ilenge kuleta amani duniani ili watu wafanye maendeleo, wapate kuongezeka, wapate kufanya mambo mazuri ambayo naamini ni mazuri kwa afya zao. Ndiyo, kwa hiyo Trump hawezi kabisa yeye peke yake, afuatwe yeye kwanza, hana hana hana sifa hizo duniani yeye hana hana sifa hizo duniani, kwa sababu ni mtu ambaye anatafuta kitu kimoja tu biashara. Hata taka kutoa eh, pale Gaza, kuwatoa wale. Anataka yale mafuta yaliyoko pale Gaza, hataki wale watu. Sasa maendeleo bila watu si maendeleo. Ndio, naam. Uh, shukran sana Profesa David Monda na Jenerali Francis Mdolo wa kushiriki katika mjadala um, wetu wa leo ambapo tulikuwa tunaulizia uh, ikiwapo Rais wa Marekani Donald Trump anaweza kweli kumaliza vita vya Ukraine na huko uh, Mashariki ya Kati.